Na hii mambo ya hii mambo ya usalama hapa sasa, mi, mimi ndio deputy president wa jamhuri ya Kenya. Nilijaribu vile nilijaribu nikiwa minister wa security, sasa niko na nguvu maradufu. Kwa hivyo hii shida ya wizi wa mifugo, mimi sitaki tena mlaumu mheshimiwa Jim, mimi sitaki tena mlaumu mheshimiwa Mutunga wamejaribu wawezavyo kulingana na kiwango yao kama wabunge ambao wamechaguliwa hapa. Ile imebaki sasa ni serikali kupigana kukabiliana nao magaidi na kuwaangamiza. Na mimi nataka niwaambia kwamba, kwa sababu hawa majangili sio wa kwanza, mimi wakati nimekuwa waziri wa usalama tulikuwa na shida kubwa kule Lamu wananchi walikuwa wanauawa kila siku, na unajua, kuna wananchi wengi kutoka hapa Mount Kenya wako kule Lamu. Karibu ya nusu ya wananchi wa Lamu ni watu ambao asili yao ni huku. Tulikuwa tunazika watu kila mahali, kila siku, kwa sababu ya shida ya majangili na wahuni kutoka nchi jirani ambao ni Al-Shabab. Tuliwanyorosha, tuliishi huko msituni na askari wetu na jeshi letu na hiyo mahali sasa kumekimya completely. By the time I left the Ministry of Interior that place was silent. North Rift ilikuwa na shida kama hiyo. We have now restored peace completely in the Kerio Valley. Hii dunia ya Kenya yote mahali kumebaki na shida ya wezi wa ng'ombe na magaidi ni hapa kwetu Meru North, na mimi, ile kazi ambayo nilikuwa nimepanga, alafu nikakuwa Deputy President nikatoka kwa wizara. Sasa rais ameniambia nikuje tusaidiane na wizara tukamilishe hiyo kazi, tuende kule tutafutane na hawa majangili, kwa sababu hawa majangili wanapimana nguvu na serikali. Ni kweli si kweli? Siu ni ubabe wani nani mwenye nguvu kati ya serikali na majangili? it is very clear. it is a competition on who has more force between criminals and the government of Kenya. Nipatieni muda kidogo jameni, mimi hii aibu nitaiondoa jameni, hii aibu yetu hii itaiondoa hii, ama namna gani jameni? Na hii shida sasa, msilaumu hao viongozi hao, ndugu zangu, waacha hao ndugu zangu waendelee kusukuma hii mambo. Ingine ya masomo ya barabara ya maji, mambo ya usalama wa sehemu hii. Mimi na rais na waziri wa usalama, sisi tutakuamilia hapa mpaka tumalize hii shida, and we will finish this problem once and for all.